Mweshimiwa Imni Peterson, balozi wa Marekani nchini Tanzania, Brian Coordinator mratibu wa mfuko wa dharura wa rais wa Marekani wa kupambana na kudhibiti Ukimwi, Dr Janet kutoka Watered Foundation, Dr Maboko, mtendaji mkuu wa Tarkaids, Leo Zekang, mkurugenzi mkazi wa UNAIDS, wadaw kwa kumshukuru Mweshimiwa waziri mkuu kukubali mwaliko wetu wa kuhudhuria maadhimisho haya ya miaka 15 toka kuanzishwa kwa mfuko wa dharura wa rais wa Marekani wa kupambana na kudhibiti ukimwi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilipokuomba uhudhurie shughuli hii tena, kwa kweli haikuchukua hata ndani ya wiki mbili, ulikubali kuja, na hii ni kutokana na commitment yako, utayari wako lakini pia kutokana na umuhimu mkubwa ambao serikali ya awamu ya tano imeweka katika mapambano dhidi ya ukimwi. Kwa kweli naomba sana, tupigie makofi mheshimiwa waziri mkuu. Na ninaposimama mbele yenu mara kwa mara, si sio maneno yangu, lakini ni maneno ya serikali ya mheshimiwa waziri mkuu. Na kubwa, mheshimiwa waziri mkuu, kama unavyofahamu, serikali ya Tanzania kupitia wizara ya afya kwa kushirikiana na wadau tumekuwa na mwitikio wa pamoja katika mapambano dhidi ya VVU na ukimwi nchini kwa kuweka mipango ya kitaifa ambayo imekuwa ikilenga katika kuzuia maambukizi mapya na pia kutoa huduma za tiba na matunzo kwa wanaoishi na VVU ili kukabiliana na athari za VVU na ukimwi. Toka mwaka elfu mbili na tatu, sekta ya afya ilianza kuandaa na kutekeleza mpango mkakati wa miaka mitano ili kutoa mwongozo kwa mwitikio wa kitaifa katika sekta ya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, mheshimiwa waziri mkuu, mkakati wa kwanza wa VVU na ukimwi katika sekta ya afya ulikuwa ni mwaka 2003 hadi 2006 ambao uliambatana na amba uanzishwaji uli wa mpango wa taifa wa huduma za tiba na matunzo kwa mwaka 2003 hadi 2008. Na, na, na nafurahi kusema mheshimiwa waziri mkuu kwamba utekelezaji wa mpango wa taifa wa huduma za tiba na matunzo ya ukimwi pamoja na kupata msaada kutoka kwa wadau mbalimbali, lakini uliwezeshwa kwa kiasi kikubwa na pefa tangu ilipoanzishwa mwaka nchini mwaka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unavyofahamu, Tanzania ni moja ya nchi ambazo zinanufaika kupata fedha kutoka mfuko huu wa pefa, na fedha hizi kwa kiasi kikubwa tumekuwa tukizitumia zaidi katika ununuzi wa dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi kwa waathirika, lakini pia kutumika katika afua mbalimbali za kudhibiti maambukizi ya ukimwi na anafurahi kusema takribani wananchi milioni moja ambao wapo katika matibabu wamenufaika na fedha hizi. Aidha, tangu kuanzishwa kwa mfuko huu serikali ya Tanzania imenufaika kwa kiasi cha shilingi takriban trilioni kumi, kwa sababu tumeshapokea takribani dola bilioni 4.5. Kwa hiyo ni takribani Kumi, ambazo tumezipokea kwa ajili ya mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi kutoka kwa mfuko wa dharura wa rais wa Marekani. Na mwaka huu wa fedha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wa 2018/19 tayari Tanzania imesha saini mkataba tunategemea kupata kiasi cha dola za Marekani milioni 512 takriban trilioni takriba moja ambazo pia zitatumika kupambana na kudhibiti ukimwi kupitia afua mbalimbali ikiwa ni pamoja na kununua dawa za kufubaza virusi vya ukimwi kwa wanaoishi na virusi vya ukimwi. Mafanikio yaliyopatikana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unavyofahamu, kwa sababu pia uratibu wa suala hili liko chini ya ofisi yako, ni kupungua kwa vifo vinavyohusiana na ukimwi kwa asilimia sabini, kutoka vifo laki moja na kumi mwaka 2003 mpaka vifo mwaka 32. Kwa hiyo tumeweza kupunguza vifo vitokanavyo na ukimwi kutoka vifo 916 kwa mwezi hadi vifo 2750 kwa mwaka kwa mwezi, ukiweka katika hesabu za mwezi. Lakini pia kwa kupungua kwa maambukizi mapya kila mwaka kwa takriban asilimia kutoka laki moja, mwaka F3, mpaka maambukizi mapya F55 mwaka F26. Lakini pia afua mbalimbali za ukimwi zimefanikiwa kuzuia maambukizi mapya takriban milioni moja nukta moja, pamoja na vifo laki sita na tisini. Mheshimiwa wa waziri mkuu, nikiwa mama namlezi na mlezi nafurahi kusema kwamba afua ambazo tunazitekeleza chini ya mpango huu lakini chini pia ya ufadhili wa serikali ya Marekani na wadau tumeweza kupunguza maambukizi mapya kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto kutoka asilimia kumi na mbili mwaka 2011 hadi asilimia 4.9 kwa hiyo sasa hivi watoto ambao wanazaliwa na maambukizi ya vvu kutoka kwa mama ni asilimia 4.9 kutoka asilimia kumi na mbili lakini naamini kwa pamoja mheshimiwa waziri mkuu na kutokana na kazi kubwa na nzuri ambayo umekuwa ukisimamia utekelezaji wa serikali naamini kabisa inawezekana tukawa na mtoto wa kitanzania Tunaweza tukawa na mtoto sifuri ambaye hazaliwi na ambukizi ya VVU na inawezekana kabisa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimalize kwa kusema sasa Tanzania inatekeleza mpango mkakati wa nne wa VVU na ukimwi katika sekta ya afya ambao tuliuzindua Dodoma mwezi uliopita, ambao una lengo la kuhakikisha malengo ya tisini tatu yanafikiwa kikamilifu. Ufikiwaji wa malengo haya unahitaji jitihada za pamoja kati ya serikali na wadau mbalimbali. Tunayo furaha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kukufahamisha kuwa PEPFAR imetenga zaidi ya shilingi trilioni moja za Tanzania kwa mwaka 2018 ili kusaidia mapambano haya. Ni matumaini yetu pia kupitia jitihada za pamoja na ushirikiano kutoka kwa wadau, malengo ya tisini tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yatafanikiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimalize kusema kwamba kubwa ambalo nina, nina, kumbana nalo kama waziri ambaye mmenipa dhamana ya kusimamia hii, sekta hii ya afya ni ile, sifuri, ni ile tisini ya kwanza. Sasa hivi ni asilimia hamsini na mbili tu ya watanzania wanaokadiriwa kuwa na maambukizi ya VVU ambao wanajua hali yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakuamini sana, leo utaongeza chachu katika mapambano haya ya kuhakikisha Watanzania wengi hasa wanaume wanapima VVU na kujua hali yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naamini kabisa kupitia hapa utatoa malengo kwa kila mkoa, kwa kila mkuu wa mkoa Ukisema wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, Disemba tutaweza kuwa na asilimia sitini au sabini ya Watanzania ambao wanajua hali zao. Kwangu mimi naona Ukimwi inaweza ikawa ni tatizo, lakini tatizo kubwa ni kutojua hali yako. Na sasa hivi wapo kinamwinuka, sijui upo hapa kaka Mwinuka, wanaoishi na virusi wanaishi na hali nzuri kwa sababu wako kwenye damu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema hayo naomba sasa kwa heshima na taadhima nikukaribishe ili tuweze we, kuongea na hadhara hii karibu sana.